Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema Serikali itaendelea na mikakati ya kuwaunganisha wafanyabiashara wa Tanzania na wa mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Japan ili kuwawezesha kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo katika mataifa hayo. Majaliwa amesema serikali imekuwa ikifanya hivyo kwa kushiriki katika makongamano mbalimbali mbali ya kimataifa ambayo yamekuwa yakiwakutanisha wafanyabiashara na wawekezaji ili kuongeza tija kubwa kwenye masuala ya biashara na uwekezaji. Amesema hayo Mei 26, mwaka 2025 alipofungua kongamano la biashara, uwekezaji na utalii lililowakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na wawekezaji wa Japan ikiwa ni sehemu ya ushiriki wa Tanzania katika maonyesho ya World Expo Osaka mwaka 2025. Kupitia kongamano hili ambalo baadaye sasa wafanyabiashara watakaa pamoja wa Tanzania na Japan, litafungua milango zaidi ya ushirikiano kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na hapa Japan. Malengo ni kuwawezesha kukaa pamoja, kila mmoja afanye, aeleze sekta anayofanyia kazi lakini hasa tunahitaji Watanzania wapate nafasi ya kuungana pamoja na ndugu zetu wa hapa Japani kufungua makampuni, kuandikisha uwekezaji. Na kwa kuwa ZIPA ya Zanzibar na TSC ya Tanzania ziko hapa, wamefungua pia madawati ya kusajili moja kwa moja makampuni yanayotaka kwenda kusajili kufanya kazi Tanzania na tumeeleza kwamba ili kufungua eh, kampuni Tanzania tumerahisisha ujazaji wa fomu, lakini maelezo ya namna ambavyo utafanya biashara, fursa kwenye maeneo yote kama ambayo nimeeleza kwenye kilimo, lakini maliasili na maeneo mengine ya utalii, afya, na maeneo ya, ya viwanda, yote haya tumefungua milango sisi kama Tanzania tumeeleza fursa ambazo zipo zinazokaribisha wawekezaji kutoka nje na hasa nchini Japani ambako wenzetu wameimarika kiuchumi. Japani ni nchi ya nne duniani kiuchumi. Sisi kama Tanzania tunahitaji kushirikiana nao kwenye eneo la kiuchumi, kuweza kuwakaribisha wafanyabiashara wa uwekezaji kutoka hapa nchini Japani ili waweze kuja Tanzania. Hii ni kwa mara ya tatu tunakutana pamoja tukijadili fursa mbalimbali. Kwa mara ya kwanza tulipokuwa kwenye kikao cha Japani na nchi za Afrika, TICAD, tuliweza kupata nafasi ya kukutana na wafanyabiashara tukawahamasisha, tukawakaribisha Tanzania. Kwa mara ya pili, timu ya wafanyabiashara kutoka nchi ya Japani walikuja Tanzania, tukakaa nao tukazungumza nao pamoja na private sector ya Tanzania ili kuweza kujiunganisha pamoja, kupata uzoefu, kuonyeshana fursa na kujenga ushirikiano katika kufanya biashara za pamoja. Leo ni kwa mara ya tatu hii tunajiimarisha zaidi, kwa sababu tayari tumeonyesha ongezeko la biashara kati ya Tanzania na Japan. Ongezeko hili limeanza kuleta manufaa kwetu sisi kama Tanzania ambako tunajikita kwenye sekta ya kilimo, afya viwanda lakini pia nishati haya ni, ni matokeo mazuri ya jitihada zinazofanywa na marais wetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan lakini rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Hussein Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amewezesha sekta ya uwekezaji kukua na kupata mafanikio katika hatua nyingine, waziri mkuu ameshuhudia utiaji saini wa hati sita za ushirikiano ikiwemo ya ushirikiano katika kuendeleza sekta ya mafuta baina ya serikali ya Tanzania na shirika la JGC la Japan. Hati nyingine ni baina ya kituo cha uwekezaji Tanzania TIC na Excel Africa kwa ajili ya kukuza uwekezaji nchini. Hati nyingine zilizosainiwa ni kati ya mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA na Excel Africa kwa ajili ya kukuza uwekezaji Zanzibar. Hati nyingine iliyosainiwa ni kati ya kampuni ya uendelezaji wa joto ardhi Tanzania TGDC na shirika la nishati la Toshiba. Hati nyingine ni kati ya shirika la tiba la Tokushokai na chuo kikuu cha Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa. Hati nyingine iliyosainiwa ni kati ya ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa na chama cha maendeleo na uchumi Afrika cha Japan Afreco. Makubaliano yetu ambayo tumeyafanya kwenye mikataba sita, ambayo wanajenga mahusiano ya ushirikiano katika kupanua wigo wa kufanya kazi pamoja, kupitia makubaliano haya yatawezesha sasa kila mmoja kujifunza kutoka kwa mwenzake kisheria badala ya kuwa wanakubaliana na bila sheria. Hii inafuata sheria kanuni 30 na taratibu katika kufanya kazi pamoja. Huu ni mwendelezo wa mahusiano mazuri tulionayo kati ya Tanzania na serikali ya Japan katika kufanya kazi mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo na uwekezaji, na matarajio yetu ni kwamba baada ya kukamilika kwa Expo 2025 tutapata mafanikio makubwa kiuchumi, kibiashara, itapanda bidhaa zetu za Tanzania zitapata masoko, lakini pia bei itakuwa mzuri kwa sababu Japan ni nchi ambayo pia iwajapani wengi na wote wanahitaji huduma hizo kutoka kwetu. Leila Mary, Daily News Digital.